Katika madhara ya jambo hili nchi ikiatilika, kwa maana ya kwamba mambo yakisimama, tushaamua vurugu. Sasa hatujui tupigane na nani, kwamba sasa wewe wapambana, wapambana na nani? Lakini mambo yameharibika, pana ubinafsi hapa kwa sababu kuna wazee, babu yako mzee hawezi kutembea, watoto wadogo, wanawake wenye mimba vitandani, mahospitalini na majumbani, wanahitaji huduma ya afya, na pengine mtu huyu akawa ni baba yako au mama yako au kaka yako au dada yako au mjomba wako au shangazi yako au mwanao au mjukuu wako, yuko kitandani, anahitaji madripu, anahitaji uangalizi wa karibu, al-inayatul murakkaza, yuko katika ICU. Maandamano yametokea alfajiri ya leo, hakuna anayekwenda kazini afa wagonjwa wangapi watadhurika kwa sababu ya upumbavu huu unaoletwa na wachochezi? Kuwa na akili la takunu immaa, yazingatieni maneno haya na kuzungumza maneno haya Waislamu. Kuambia si wa uoga wala si ukibaraka, ndiyo mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu llahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sisi hatuko tayari kufanya maandamano wala migomo ya aina yoyote.